Usiku wa bustani ya mtaani kwetu. Kulikuwa na bustani ndogo katika mtaa wetu, bustani ambayo zamani ilikuwa na kesha la watoto wakicheza, kuimba na kuendesha baisikeli, lakini leo hakuna mtu. Hata mchana hakuna anayekaa pale zaidi ya dakika mbili. Kuna imani miongoni mwa wakazi kwamba sauti fulani huanza kusikika saa nane za usiku, sauti inaosikika kama mtoto akicheka au akilia, lakini hawana uhakika. Lakini Amina, msichana anayependa kurekodi video za usiku kwa ajili ya YouTube, hakuwahi kuamini. Siku moja akasema, nitathibitisha kuwa hakuna cha kuogopa, bustani ni kama bustani nyingine tu. Ilipofika majira ya saa nane na dakika arobaini na tano usiku Amina aliingia bustanini akiwa na kamera yake sambamba na tochi. Bustani ilikuwa kimya mno, kimya kuliko kawaida. Hakuna upepo, hakuna sauti ya mbwa, hakuna sauti ya ndege, yaani ni kimya sana. Aliweka kamera yake, akaangalia pande zote na akacheka, hii ndio bustani mnayogopa. <laughs> Mara ghafla, kamera yake ilitetemeka kidogo kana kwamba imeguswa. Hakukuwa na mtu karibu. Alifikiri ni upepo, lakini hakuna mtu uliokuwa ukisogea. Akaanza kurekodi tena, lakini wakati anasimulia, kivuli cha mtoto kilipita nyuma yake polepole pole bila sauti. Watazamaji wake wa baadaye ndio wangegundua wa hilo, na si Amina. Amina aliendelea kusimulia hadi ghafla kicheko cha mtoto kilisikika upande wa kulia wa bustani, kicheko cha taratibu chenye ukimya wa ajabu nyuma yake. Amina alipoangaza tochi kicheko kikasimama, alipoizima kikaanza tena, karibu zaidi. Akahema na kujisemea, haya mambo sasa si mchezo. Kamera yake ilipogeuka yenyewe ilionyesha upande wa bembea kulikuwa na kitu kikisogea bembea ikitetemeka juu chini, kana kwamba kuna mtu anayechezea, lakini haikuonekana kama ilisukumwa. Ilionekana kama inachezwa kutoka juu, sio kutoka chini. Amina alipoanza kukusanya vifaa vyake kwa haraka, tochi ilizimika yenyewe. Alichangamkia kamera yake ili aondoke kabisa, lakini kabla hajaondoka kamera ilianza kurekodi yenyewe na kuelekeza upande wa vichaka. Kulikuwa na kitu cheupe kifupi kilichoinua kichwa polepole, uso wa mtoto, lakini macho hayakuwa ya kibinadamu. Amina aligeuka na kukimbia. Kamera ilianguka chini na kurekodi sekunde za mwisho, sauti ya kicheko ikifuatwa na sauti nyembamba ikisema, umerudi. Miaka ishirini na saba Tumeendelea kukusubiri. Siku iliyofuata, watu walikuta tu kamera kwenye bustani, lakini Amina hakuwahi kupatikana tena mpaka sasa. Je, wewe mtazamaji, ungeenda kurekodi katika bustani ama ungefuata ushauri wa wazee wa kijiji?